Mstahiki Meya wa manispaa mpya ya Kibaha Nicas Mawazo amesema atahakikisha anatatua migogoro ya ardhi inayoikumba manispaa ya Kibaha mkoa wa Pwani, huku akiahidi kusimamia wananchi hawapokonywi ardhi zao. Akizungumza hayo manispaa ya Kibaha mkoa wa Pwani, Nicas Mawazo amesema atahakikisha kwamba kila mtu anapata haki yake ya ardhi kwa namna ambayo anastahili kupata. Ametoa kauli hiyo mara baada ya kuapishwa kama mstahiki meya wa kwanza kwa halmashauri ya manispaa ya Kibaha ambapo alipita kwa kupigiwa kura na madiwani 19 na wote walimpigia kura ya ndio baada ya kukosa mpinzani katika kuwania nafasi hiyo. Swala la ardhi, nadhani kwenye hotuba yangu ndani ya baraza nimezungumza, na kwenda mimi binafsi kwenda kuangalia tatizo la ardhi kwa watu wetu. Eneo la mkoa wa Pwani hasa Kibaha ni eneo ambalo ni la uwekezaji mkubwa wa viwanda. Viwanda vingi vinapatikana katika maeneo yetu. Lakini ninachokwenda kuangalia ni kuweka mazingira mazuri kwa wananchi, kwa yoyote katika nchi yetu anayetaka kuwekeza katika viwanda karibu katika mkoa wa Pwani. Na swala la ardhi ninakwenda kusimamia mimi mwenyewe. Kwenye swala la ardhi nitakwenda kusimamia mimi mwenyewe na kutatua migogoro nikishirikiana na mheshimiwa DC pamoja na mkuu wa mkoa. Mkazi wa Kibaha Dori Njao amesema anaamini kwamba uongozi huo utaenda kutatua changamoto ya ardhi ambayo imekuwa ikitokeza mara kwa mara. Tutegemee matokeo makubwa sana na manispaa kukua kwa kasi ya ajabu na utendaji wa watumishi kubadilika na kuwa utumishi uliotukuka na matokeo mazuri Tunategemea matokeo makubwa kwenye swala pia la ardhi ambalo yamekuwa ni changamoto kubwa kwa manispaa yetu ya Kibaha, na najua kunaenda kufanyika mabadiliko makubwa sana kuepuka migogoro ambayo inaendelea mara kwa mara. Mkazi wa Kibaha Hamza Mahiri amesema bado wanaimani na meya wa Kibaha kwamba ataenda kusimamia ardhi na kuhakikisha. Na nimelifuatilia baraza kuanzia mwanzo mpaka mwisho, lakini mwishoni nimeifuatilia wakati mwenye anavyofunga baraza katika maneno yake, kwenye idara ya ardhi. Hii idara ya ardhi ina changamoto kubwa, kwa hiyo kama amesimama msimamo huo, basi tunamwomba mstahiki meya ahakikishe yale yote anayosema anaenda kusimamia aende kusimamia, maana bado tuna imani na yeye, meya wetu, kwasema hatapokea rushwa, hatafanya kitu chochote, basi aende kusimamia na hususan kwenye maeneo ya miundombinu. Kwenye maeneo ya miundombinu, barabara nyingi mbovu. Kwa hiyo ndio wakasimamie barabara za mitaa.